pamoja na silaha zote ambazo Young Africans watazitumia kwenye huu mchezo, Salama, e, haiondoi ukweli kwamba silaha ya kukosekana mashabiki kwenye huu mchezo Yanga pia inawasaidia, inawasaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu moja ya pressure ambayo wangepatiwa Far Rabat ni kutoka kwa mashabiki wao wakati mchezo ukiwa unaendelea, kwamba wamejaa uwanjani, wakiondoka bila ushindi itakuwa ni fedheha lakini Yanga ataingia kwenye mechi pasi na uh, kukutana na hizo changamoto za mm -hmm. mashabiki pengine kuwazomea na kuwatoa mchezoni. Wamekuwa na mashabiki wa kaskazini wamekuwa na tabia ama kawaida ya kuwa na vurugu nyingi sana jukwaani, unawasha zile flare yani, ekaeka mtindo mmoja. La, la, lakini hiyo yote haitokuwepo manake imewapunguzia Fresha ya nje ya uwanja Yanga na kuwafanya wao watulivu zaidi, na hapo ndipo ambapo Yanga anaweza akathibitisha uh, kwamba amekuwa na wakati mzuri ugenini kwa kurejea kwa mara nyingine kucheza mechi ambayo hatopoteza ama kupata matokeo ya kuvutia zaidi ugenini. Amekuwa na senario nyingi sana lakini, pia hata mashabiki wangekuwepo, Yanga amekuwa na wakati mzuri ugenini katika mechi ngumu, mechi kubwa, pia za kimaamuzi. Kama utakumbuka mechi ya Klubu Afrikani Yanga anapata tiketi ya kuingia toa hatua ya makundi na kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Walicheza ugenini mechi ambayo ilitoka bila bila Benjamin Mkapa. Goli la Stefan Azizikizi likawapeleka Yanga hatua ya makundi katika nyakati ambazo pengine kila mtu alishakata tamaa. Ugenini huko, uh, mechi ya mm -hmm. Fainali ya kombe la shirikisho. Yanga alishinda ile mechi ugenini moja bila. Waka, wakakosa kombe kwa aggregate ya mbili bila ambazo alipata hiyo Samalja ugenini kwa maana hapa Benjamin Mkapa, hmm. Yanga akashinda ile mechi kwa goli moja kwa sifuri, mkwaju wa penalti kifungwa na Juma Shabani. Uh, Yanga alipata ushindi mbele ya Marumo Gallants hapa kwenye kwenye, kwenye um, huu msimu ambao unazungumzia, katika zile mechi ambazo ni za ukipigo umetoka, ndio Yanga amekwenda kupata ushindi ugenini, lakini Sini. ilikuwa mechi ya hatua ya makundi ambayo Yanga ilimpa, ilimpa nguvu kubwa sana, ilikuwa dhidi ya ilikuwa mali sikumbuki timu inaitwaje ile, lakini walipata alama moja goli, ambalo wapinzani walikuja kuchomoa ile lile goli. Mediyama kinasoa ndo anachomoa kwa penalti. mm mm, hapana. Kuna, kuna mechi Yanga alicheza ya Mali, Yanga nalitangulia kupata goli mm, Fiston Mayele yeah, alafu baadaye ikapigwa kona wakaja wakachomoa hayo yote. Ni hivyo vyote ni viashiria kwamba Yanga tayari anaweza kumeza pressure ya kucheza ugenini kwenye mechi kubwa ambazo anahitaji uh, kufanya maamuzi, anahitaji kupata ushindi ama asipoteze mchezo. Kitu kingine ambacho nakitazama kwa Yanga ni uh, mentality ya wao wachezaji ambao wapo, ni kama vile anachokizungumza kocha kiufundi kinaendana na kile ambacho kinafanyika uh, kwa wachezaji kuanzia kujituma ama kujitoa kiwanjani, lakini pia hata mpango kazi umeonekana wa kufanyiwa kazi mara nyingi zaidi, na hiyo ndio imekuwa ni miongoni mwa silaha za Yanga kwenye hii michuano ya Afrika. Hata kipindi kile wakati wanafika hapo ambapo walifika, kwa kila kitu lazima muulize kocha, kocha Nabi Amini kocha yeah. Uh, Gamondi kwamba kocha akisema tutatekeleza, kocha akiamuru aki, aki watu watafanya. Ilikuwa ni moja ya silaha kubwa ambayo pia Yanga wanaitumia wana. Kwa hiyo natazama kama mechi ambayo bila kuwepo mashabiki, pressure inaweza ikawaondoka zaidi Yanga, lakini pia hata mashabiki angekuwepo, Yanga anaweza kumudu hiyo pressure. Kilichopo ni kwamba huu ni mpira wa Afrika, pia Yanga amesha mudu eh, mazingira mengi sana ya kucheza mechi za ugenini tayari wachezaji wake ni wakomavu wa kiasi ambacho huwaoni kama wanahitaji ku kuambiwa sana ama kuelezewa sana kwamba hapa tupo ugenini. Mm, si tufanye hivi, tufanye vile. Sidhani kama wanahitaji kuelezewa sana kwenye hayo mazingira, lakini faida kubwa ambayo Yanga iko nayo, wachezaji wengi wanataka kuthibitisha kwa sasa kwamba wapo katika ridhimu nzuri ama wanataka kufanikiwa wakiwa na klabu ya Yanga. Mm, kuanzia eneo la kushambulia kwa lepu ambaye ameingia lakini pia ukienda kwa Alan Okello anataka kuthibitisha hilo. Uh, hapa tunamzungumzia Max Nzengeli ambaye ameanza msimu mzuri, anaanza kikosi cha ya kwanza, lakini kwa namna namuona kuna vitu kidogo vimekuwa anatumia nguvu kubwa kutaka kuthibitisha kiwanjani. Ukienda kwa Pacome Zouzoua ni nyota ambaye kweli tegemeo kwa Yanga, lakini anatakiwa kuendelea kuthibitisha ili katika hizo, katika hizo mechi. Kwa hiyo sioni kama kuna pressure yoyote ambayo Yanga atakutana nayo isipokuwa ile ambayo inapatikana kwenye msimamo kwa maana ya kimatokeo na ratiba yenyewe ambayo imekaa